Yes bana mambo vipi? Hope uko poa kabisa na moja kati ya stori ambazo pia zilikuwa zinavuma kwa kipindi hiki cha karibuni na kutokana na wasanii wetu lakini pia e, awa, tunaweza tukasema ma celebrities na watu wengine ambao pia wanakuwa na majina makubwa, ma content creators kutoka hapa Tanzania kuweza kuvuka mipaka na kuweza kuwa na mafanikio makubwa. Sasa hapa niko na stori ya akili. Tunajua kabisa Kill Paul pia ni moja kati ya watu ambao pia wanafuatiliwa sana katika mitandao ya kijamii. Imagine kwa sasa hivi katika mtandao wake wa Instagram ameshakamilisha ana yani followers wale au wafuasi ambao wanamfuatilia ni watu milioni kumi kwenye mtandao wake wa Instagram. And by the way, kwa sasa hivi kipindi hiki hapa alikuwa yuko katika nchi ya India. And then, mara baada ya kuweza kufika kule eh, alikuwa moja kati ya hafla ambazo pia zilikuwa zinafanyika kule, ambako hafla eh, eh, hiyo pia ilikuwa inahusisha masuala mazima ya movies. Kuna movie mbili ambazo pia zimekwisha kuandaliwa na wahindi hao. Na moja kati ya hizo movie zote mbili ataweza kuhusika kilipo kwenye namna tofauti tofauti ambayo la Innocent ambayo hii filamu pia itakuwa ni ya kwanza ya Kill Paul nchini India, ingawa maelezo kamili kuhusiana na filamu hii bado hajaweza kutolewa rasmi, kwamba eh, unajua kabisa huwezi kuongelea kila kitu mbele za watu kabla ya kitu kuweza eh, kufanyika. Lakini the Innocent ni moja kati ya movie mmoja eh, wapo ambao pia atahusika, lakini pia movie ya pili itafahamika kwa jina la eh, Masai Warriors. Filamu hii pia ni ya uh, wasifu, lakini pia eh, ina pia inaweza kusimulia maisha ya Kill Paul um, eh, Kill Paul mwenye lakini pia ni mradi mkubwa wa lugha nyingi ambazo pia zitaweza kuchanganyika humo, ambao pia unaweza kutarajiwa kutolewa kati ya zaidi lugha 25 ambazo zitahusika humo katika filamu hiyo, ikiwa ni pamoja na Kiswahili, Kihindi, Kifaransa, Kireno, Kiingereza pia lakini pia filamu hii itaweza kuongozwa na mshikaji anafahamika kwa jina la Stanshed. Tavi. Eh, ambaye pia ni ambaye pia ni uzalishaji wa kwanza wa kampuni ya eh, Elements of Cinema kutokea eh, kule nchini India. Sasa eh, kilipo baada ya kupost sa ile clip ambayo pia alikuwa eh, katika eh, ukumbi huo alikuwa ameandika kwamba video hii imevuma, lakini eh, ah, haya ni maoni yangu kuihusu ambayo pia eh, eh, inaonekana kwamba mshikaji alikuwa ameagiza maji. Al, ma, maagiza maji ya kunywa, lakini ile chupa niliyokuwa nimekabidhiwa ina ladha ya pombe E, lakini pia nilipopewa eh, nilipoiweka mdomoni sikuweza kumeza, kwani sinywi pombe. Kwa hiyo kutokana na wingi wa watu kuweza kunizunguka na kukosa sehemu ya kwenda kuitema, nilitema kwenye chupa na kuirudisha, e, wataitupa kwani hakuna sehemu ya kutema e, kwa sasa, kwa sababu bafuni au washroom tunaweza tukasema kuweza kutema hivyo vitu ilikuwa e, ni mbali, lakini pia huenda ni, niweza kutu, sikuweza kufanya chochote kwa sababu ya kuto kuonyesha ile disrespect ambayo pia inaonekana pale, lakini pia tuichanya sorry. E, kwa walioona hii video na kuweza labda kuto kupenda au kuto kuaminia ku, kile kitendo ambacho amekwisha e, kukifanya. E, pombe sio moto hivi karibuni e, India ni nyumbani kwangu, lakini pia India ni kama nyumba yangu ya pili, anaweza kuandika hivyo katika mtandao wake wa Instagram. Pia yeye aliweza kuandika kwa lugha ya Kiingereza, lakini pia nimeweza kukutafsiria tu kwa udogo tu. E, klipu hii pia imeweza kuvuma sana, imevuma sana ikimonyesha kwamba mshikaji alikuwa ameonja lakini sikuimeza. Sasa alijuaje kwamba ina ladha ya, ya pombe? Unaweza ukagundua kitu eh, kabla huja, huja ki, huja kionja, lakini pia kumeza ili kujua kwamba hiki kitu kinakuwa kinanogaje bana? Hizo ni comments tu za watu tofauti tofauti katika mtandao eh, ya eh, Instagram.